Itakuwa ni kibarua cha kwanza cha kocha Miguel Gamondi kwa timu ya taifa wakati akijiandaa na michuano ya AFCON Desemba kule Morocco. Mm, ya, unajua kwanza ni mechi nzuri uh, tunaenda kufanya tunaenda kupata kipimo kizuri cha kuweza kuionyesha uh, timu kuweza kuwa katika mazingira mazuri. Unajua tuna muda mchache sana kuelekea kwenye AFCON. Kwa wanapocheza hizo mechi za watu ambao uh, tunaweza kusema ni mechi kubwa ni nzuri zaidi kuweza kuingiza kitu. Lakini nafikiri ni wakati sasa uh, Gamondi kuweza kujua anaanza vipi kwa sababu ameingia na kuna kuwa kuna mechi hapa karibuni, kwa hiyo ni namna ataweza kujua ataanza vipi, ataandaa vipi kikosi kuelekea kwenye AFCON inaokuja mwezi Desemba. Na kwa ujumla wachezaji wengi wa waliopo ni wachezaji wenye wa uzoefu, wamekuwa kwa muda mwingi wametumika timu ya taifa, wachache sana ambao ni maigizo mapya yalioingia hivi ya karibuni, lakini kwa ujumla ana, ana squad ya kutosha japo unaona kukosekana kwa Fei pamoja na Mdathiru, ile ndiyo ilikuwa niweza kusema ni mioyo ya timu yetu kwa sasa. Ukimwangalia namna Mdathiru alivyokuwa akicheza kwenye kiungo cha ushambuliaji zawe, ukimwangalia Fei namna alivyokuwa anacheza, kuna kitu cha ziada, unaona anaweza kwenda kukikosa. Lakini yote kwa yote haitoshi kwa sababu bado kuna wachezaji ambao pia hawajaitwa kwa awamu hii, ikiwemo Samata pamoja na Simon ya pigodi Msuva anajua kabisa uwezo wao, anawatambua kwa hiyo, nafikiri ni wakati wa kwenda kuangalia hawa wengine ambao aonao ili aweze kuona namna gani ataweza kutengeneza kikosi kilichobora na kwa uzoefu alionao Gamondi. Na Gamondi sio mgeni na mazingira ya Tanzania kwa mm -hmm sababu aliwahi kufundisha Yanga kabla ya kuondoka na kurudi tena akiwa na Singida. Kasema hawa wachaji wote amekuwa akiwaona kwenye ligi kuu ya NBC, kwa hiyo ni kitu namna anaweza kwenda kuunganisha na imani yangu pia na uwepo wa kocha msaidizi wa Madiali, kuna kitu cha ziada, wanaweza wakishirikiana wakakitengeneza, na kikawa ni kizuri zaidi. Kwa hiyo, kwa ujumla tutegemee kwamba tutaenda kuona mechi mmoja ambayo ni nzuri, lakini mm. ni mechi ambayo itakuwa ya maandalizi mazuri kuelekea kwenye maandalizi ya Afcon, na nimeona Gamondi ameongeza baadhi ya, ya vijana mm. kutoka timu za vijana mm. almost watano. Kwa hiyo nao naamini pia ataenda kuwatumia hata kwa kupata dakika 15, 15, 20 mm. wanaweza wakaonyesha kitu cha ziada, na sasa hapo ndio itafanya shirikisho e, waweze kumpa nafasi zaidi kwa muda tuliobakia wa mwezi mmoja, kwa sababu mashindano sisi tunaanza mechi ya kwanza tarehe 23 Afkoni ambao yeah, tutaanza zidi ya Nigeria mm -hmm. nafikiri mm -hmm. kwa mujibu wa ratiba mm-hmm, kwa hiyo ni vizuri kipindi hiki cha mwezi mmoja na wiki moja iliyobakia, basi aweze kufanya selection ya wachezaji ambao ni skwadi ambayo itaenda kule kutuwakilisha vizuri. Unajua Afkoni iliyopita ile kidogo ilionekana kuna kitu cha ziada, tumebadilika tume tofauti na huko nyuma, sababu tuliweza kucheza vizuri na Zambia tukacheza vizuri na Kongo tukacheza vizuri na Morocco na Morocco. Kwa hiyo this mm. time lazima twende tukacheze kikubwa zaidi point mbili, mbili. Eh, tulipata pointi mbili baada ya kutoa sare, tulitoa sare na Kongo tukatoa sare na Zambia, lakini tulifungwa na, Laki yeah, na Morocco. Kwa hiyo kuna namna sasa hivi kwa sababu tuna Uganda kwenye kundi letu tuna Nigeria nafikiri tuko na Tunisia, Tunisia. Kwa hiyo kweli hao watu ukiangalia level zao ni kubwa, lakini kuna namna pia tunaweza tukaenda kuonyesha ushindani mm -hmm. na kuweza angalau kupata matokeo ambayo yatatuonyesha kwamba direction yetu ni ipi. Unajua, tunamwelekea kwenda AFCON elfu mbili na ishirini na saba ambayo tunaiandaa sisi mm. kwa hiyo hii ni namna sasa hivi tunaanza kutengeneza kikosi kitakachokuwa bora mm. kwa ajili ya AFCON elfu mbili na ishirini na saba. Hata hii tusiende kwa presha kwamba lazima tukafanye moja mbili tatu, tunakwenda kwa uwezo wetu, tutakachoweza kufanikiwa kukipata, lakini kiwa mwanzo wa maandalizi mazuri kuelekea AFCON elfu mbili na ishirini na saba tukiwa wenyeji November, kama kwenye chani tumeweza kufika robo finali, ni imani yangu kwamba kwa AFCON ambayo pia tunaandaa elfu mbili na ishirini na saba mm. na tukiweka misingi madhubuti tunaweza kufika